Mama Samia hoye, hoye. Dr. Tulia hoye, hoye. Ujue wangu hapa kwa kweli ni msukumo mkubwa wa Mheshimiwa mbunge Dr. Tulia Ackson. Akitaka kujua ni namna gani tunamalizana na jambo hili. Kwa hivyo ongereni sana watu wa hapa Mbeya, na mimi nimepita kuikagua barabara. Yeye amenialika na Chama cha Mapinduzi kimenialika kwamba njoo uone na tunataka majawabu. Muda unakwenda, lakini hatuoni matokeo. Kwa hivyo nimekuja kwa ajili ya jambo hilo, na yako ambayo yamekwisha kuanzwa, mlipopata nafasi ya kusema kwamba yako ya mitaro ya maji yanayotokana na ujenzi unaofanyika hapa, na mbunge ameniomba nitoe majawabu ya kwamba hayo mamitaro tutafanyaje lakini vile vile yapo yanaohusu ujenzi utakapokuwa unaendelea na ukakamilika, vijana wa bodaboda tumewazingatiaje? Wakinamama wanaofanya biashara ndogo ndogo tutawazingatiaje? Au ndo kishajengwa basi, tena wao la kwao limeisha, wanaangalia kwa mbalimbali hivi maendeleo haya? Na lingine lililozungumzwa ni kule Mbeya vijijini mabarabara kadhaa aliyoyataja Mheshimiwa Oran Jeza, ya Shigamba Shigamba eh, ametaja barabara eh, zile za Isionja Kikonde ambayo hiyo inakwenda mpaka Makete eh, na yenyewe ameitaja pia vile vile na ile Makongoros yote tumeyazingatia. Sasa mimi niwaambie, Serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndiyo inasimamia na imeleta mradi huu kwa ajili ya kuondosha kero ya msongamano katika eneo hili la Mbeya imekwisha kutoa fedha nyingi zaidi ya bilioni 30, jumla bilioni 35, mkandarasi huyu amekwisha kulipwa. Njoo bwana mkandarasi hapa, naambiwa wewe sasa unajua Kiswahili. Come right here, yes, hapa a hapa, huyu bwana tumekwisha kumlipa bilioni 35 za ujenzi wa barabara hii kutoka Uyole kwa maana Nsalaga mpaka Ifisi. Hizo bilioni 35 hajazifanyia kazi yetu ipasavyo. Let me tell you something.

Haven't you been paid? Now the minister is saying you have been paid. yes. But even if you weren't paid, when you were being given this contract, the understanding was that Chico has the financial muscles to handle this road. Now, when you are taking that long, what do you want from us? We want the road constructed. Thank you. Anasema wataanza June kutuonesha lami itakuwa tayari hapa. Mpaka Julai itakuwa imekamilika inapita humu kutoka kule Nsalaga kwenda uelekeo wa huku. Hapo vipi? Tumpe muda, tumpe muda, tumpe muda, au sivyo afanye usiku na mchana, si ndivyo mbunge alichoomba, kwamba anataka lami ionekane hapa? Na ninyi wenyewe mnasemaje? Na ninyi mnasemaje? Yes, yes. yes. Waziri, yes. Mheshimiwa Waziri, unajua sisi tuko hapa hapa. Ndio. Ndio. Yeye anasema usiku na mchana, usiku na mchana, kufanyaje? Sisi tuko hapa hapa, tutakupa taarifa. asante sana. Wala tukai mbali, tuko humu humu tu, tutamuona. Na mimi ningependa sana watumie muda mwingi zaidi wa usiku, sawasawa jamani, ili mchana watu mufanye biashara zenu na wanapokuja muwape ushirikiano kwa sababu tumekubaliana tunataka tukamilishe itakapofika mwezi wa sita wa saba lami ianze kuonekana humu. Wanaosema hivyo wanyoshe mikono juu. Wote wamenyosha mikono hivyo, wanataka kuona mwezi wa sita wa saba lami inapita humu. Mkandarasi nani huyo? Manager iko wapi? We bwana umesikia hapa wamesema kuna maji yanasumbua huko, yanasababishwa na mtaro mkubwa ambao huo mtaro umesababishwa na ujenzi huu. Sasa huo mtaro msiushirizi, msiushie njiani, ni lazima muusogeze ili usilete mafuriko katika ile eneo sawa sawa mzee eh? Eh. Na ule mlima nyoka uwekeni pia katika addendum ya kuweza kuhakikisha kwamba 25 26 tunaupasua ule mlima ili tuweze kuwanusuru wa Tanzania. Kila siku tunaandikiwa tu barua za kupewa pole. Hilo tuachane nalo sasa. Umenielewa vizuri? E. Na ile ya kuingia airport Mheshimiwa Spika, tutaiweka kusudi katika budget yetu ya 25 26 kama addendum tunakwenda kumalizana nayo. Huyu mkandarasi ameleta masababu, masababu yake mengi mengi. Mimi ni mshukuru sana mkuu wa mkoa, katika hizi sababu nyingi alizozisema hapa mkuu wa mkoa alikisha zishughulikia. Kazi iliyobaki hapa ni kufanya kazi usiku na mchana.